alipigwa na mwalimu wa shule ya msingi akavunjika nyonga. Maiko alishikana na mimi ndaga na mega kunitafutia haki. Nilienda kwa wakuu wa mkoa, wakuu wa wilaya, kila sehemu nikitembeza na Maiko. Nilikuwa na uoga lakini Maiko alinitia ujasiri, aliniambia dada yangu, siogope wana huyu Marco na kanisa langu la Faith World ya Bugarika mpaka mwanangu akapona. Alikuwa anatembea kwa kubebwa kwenye godoro, sasa hivi mwanangu akafika hatua akatembea kwa ajili ya magongo aliyoyanunua Marco Christian. Marco ni mtu aliyempenda Mungu. Marco ni mtu aliyeipenda haki. Marco ni mtu aliyekuwa na misimamo imara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 aliyaishi maisha yake ya kisiasa to the fullest kabla ya kufikwa na mauti siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumilibaba. Naomba usimame Salumu, naomba usimame. Huyu ndiye katibu wa baraza la vijana wilaya Nyamagana, naomba ukae, ambaye alifanya kazi na Michael Kristian akiwa mwenyekiti wake. Mimi kama katibu wa chama na umri wangu mdogo ninayalea mabaraza yote ya chama kama mlezi wao, siku hiyo nilizungumza nao mara tatu tatu, nilizungumza na Michael, nilizungumza na Alibaba. Bahati mbaya sana tulipokea taarifa za msiba wa Michael. Michael amekufa. Tunapenda kulikomboa taifa kupitia Michael. Itoshe kusema tusilie sana, maneno mengi tutamsifia, tusilie, tumuenzi kwa mazuri yote aliyoyapigania akajigauaiwake niwaombei, tutasomoneka wote. Itosha kusema Michael amepigana vita vilivyo vizuri, imani ameilinda. Michael kamanda, pumzika kwa amani. Asanteni sana. Nikaingia lockup pale, nikaingia lockup nikamkuta huyo kijana na wengine, kwa tulishindana naye tangu saa mbili ya asubuhi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 amesha kufa, tunasema maneno haya kwamba atutie moyo ambao bado tunapumua, tujue kwamba kuna kazi iliyoanza haijaisha. Lakini niseme lililo la haki lisemeni, semeni ukweli na ukweli utawapeni uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Semeni ukweli na ukweli utawapeni uhuru. Sisi kanisa hatuna mpango wa kuhusika katika hali ya, ya, ya, ya mchanganyiko wa hali ya usiasa. Hiyo habari hatuna Siasa yetu ni kumulilia Mungu. Siasa yetu ni maombi. Siasa yetu ni kufunga. Siasa yetu ni kutoka kutangaza ukweli katika Mungu. Mwenyezi Mungu amependa kwa rehema zake nyingi kujitwalia roho ya huyu ndugu yetu mpendwa Christian. Sisi tunaurudisha mwili wake ardhini, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu, tukiamini kwamba Mungu utamfufua katika siku ya mwisho. Tunakuomba haya e Bwana kwa njia ya Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu.